umerudishwa na mradi huu, na tuko tayari sasa kuzindua ili kuendelea na ratiba nyingine. Mwenge wa Uhuru wilaya ya Kisarawe utakimbizwa katika umbali wa kilometa 195, miongoni mwa mbio za mwenge wa uhuru mwaka 2025 iko tayari kuzindua mradi huu kwa Mimi Hadija Nasir Ali, mkuu wa wilaya ya Kuranga, nakiri kupokea mwenge wa uhuru ukiwa unang'ara unawaka na unamulimeta. Mimi binafsi nimekagua mradi huu kwa kujionea na nimeridhika pamoja na wenzangu, na kwa heshima ya Daktari Samia Suluhu Hassan, tupo tayari kuweka jiwe la msingi katika mradi huu. Kanali Frederick Ausi Mkomba, mkuu wa wilaya ya Rufiji, akiri kupokea mwenge wa uhuru ukiwa unawaka, una meremeta, una ng'ara. Mwenge wa uhuru mwilizika na Mkuu wa wilaya ya Kibiti nakiri kuupokea mwenge wa uhuru ukiwa unawaka, kuna meremeta. Mradi ule tumeridhika na mradi ule mradi uwako basi, tuko tayari kuzindua mradi ule, ili tuendelee na majukumu yetu ya kila siku. Kupokea mwenge wa uhuru ukiwa salama, kuna meremeta unawaka kutoka kwa ndugu yangu dada yangu Azila Mamosongo mkuu wa wilaya ya Mafia. <muchas> Bagamoyo, mimi niko ni Simon John kwa wilaya Kibaa, lakini kupokea mwenge wa uhuru ukiwa unang'ara, una waka na unameremeta na upendo wanaouonyesha kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Mwenge wa Uhuru uko tayari kuweka jiwe la msingi la madarasa yale. Leo hii tunachezea maji mpaka mabafuni. Mimi Shaibu Isa Ndemanga, mkuu wa wilaya ya Bagamoyo, leo nikiwa hapa halmashauri ya Chalinze, nakiri pokea mwenge wa Uhuru ukiwa salama unangara una meremeta ndika na mradi huu ambao nimeutembelea katika eneo hili, lakini pia kwa heshima ambia na mwenge wa Uhuru, nipo tayari kufanya ile kazi niliyotakiwa nifanye baada ya kufika hapa, ikiwa ni ishara na upendo ya kuwa mwenge wa Uhuru umefika hapa, umemurika na umewaka katika eneo hili

ni magofu wa sana wakua ulangu wa wakuuwa wilaya yalionambayo mwenge wa uhuru namelikeza na amejwa maagizo naumamafanya kazi vijana wa amaaea wene akwani mpaka sasa tunapokabidhi. Niwashukuru pia sana wanahabari, mmefanya kazi kubwa na nzuri. Tunawashukuru sana. Na mwisho niwashukuru sana wakazi wa Mkoa wa Pwani kwa kujitokeza kwa wingi, na sasa nipo tayari kukabidhi Mwenge wa Uhuru kwa mkuu wa mkoa wa Morogoroi nakbaka tusaehe mkuu wa mkoa wa Pwani nana kukabidhi <coughs> mheshimiwa <coughs> Alhaji Adam Kighoma Malima <coughs> mkuu wa mkoa wa Morogoro Mwenge wa Uhuru ukiwa unanagala namnamelebeka. Aidha, nakukaribisha wakimbiza mwenge wa uhuru kitaifa watano na nakukaribisha wauzi mwenge wa uhuru kitaifa watatu na mwisho na kukaribisha kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru mwaka ishirini na tano ndugu Ismail Aloyce wote wakiwa na afya